katika ukumbusho mfupi wenye anwani inayosema sababu kuu zinazofanya dua zetu zisijibiwe, mambo ambayo yanayosababisha dua zetu zisijibiwe mbele ya Allah subhanahu wa taala. Cha msingi, ndugu yangu katika imani, tujue kwamba dua ni silaha ya muumini na ni ibada tukufu inayomfanya mja awe karibu na mola wake. Hata hivyo, ndugu zangu katika imani, watu wengi huwa tunalalamika tukisema, tunaomba lakini hatuoni majibu. Dua zinakuwa nyingi, lakini Allah subhanahu wataala ajibu majibu hayo, dua hizo. Qurani na Suna ya Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wa salama zimetaja sababu kadhaa ambazo zinazoweza kuwa ni kikwazo au ni kiziwizi cha sisi kutojibiwa dua zetu kwa hiyo tutege masikio kwa makini tusikilize sababu hizi ili turekebishe pale tulipokosea ili allah subhanahu wataala azikubali dua zetu pale tunapoziomba jambo la kwanza linalokuwa ni kizuizi katika dua zetu kujibiwa mbele ya allah subhanahu wataala kula na kutumia riziki ya haramu mtu akawa kazi yake anakula vitu vya haramu au anatumia riziki iliyokuwa sio ya halali, ni haramu. Na kwa nini dua haikubaliki kwa mtu kula au kutumia riziki ya haramu? Mtume wetu Muhamadin sallallahu alaihi wasallam wasalam amesema katika hadithi ndefu iliyokuwa imesimuliwa na Muslim, mtume anasema inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mzuri Allah ni mzuri na hakubali ila kilichokuwa kizuri. Inna, inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, hakika Allah ni mzuri na hakubali isipokuwa kilichokuwa kizuri. Thumma dhakara rajula, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtaja mtu yutilu safara, ambaye alikuwa safari yake ndefu masafa marefu alikuwa na safiri, ashaatha au akhbara, nywele zake zilikuwa na mavumbi, yamudu yadaihi ila samai, ananyosha mikono yake kwenda mbinguni, ya rab ya rab, ewe mola wangu ewe mola wangu, wamataamu mataamuhu haramun, na chakula chake ni cha haramu, chakula chake, na chakula ni cha haramu wamasharabuhu haramun, na kinywaji chake pia, pia vile vile ni cha haramu. Wamalbasuhu haramun, na mavazi yake vile vile ni ya haramu. Fa anna yustajaba lahu, basi dua yake itajibiwa wapi mtu kama huyo? Mtume Muhamadin sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi hii. Nini maana ya hadithi hii ndugu zangu? Uharamu katika kipato, biashara, kula rushwa, udanganyifu au dhuluma hujenga ukuta mkubwa baina ya mja na kukubaliwa dua yake. Hivyo vitu mwislamu anatakiwa avifahamu. Hata kama mtu huyo atamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa unyenyekevu, lakini riziki ni haramu, ya haramu humzuia mtu huyo kupata majibu ya maombi yake. Kwa lazima mtu ajiepushe kula kitu cha haramu au kutumia kitu cha haramu, ili majibu yake anapomwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala yaweze kujibiwa, kama alivyokuwa huyu mtu yuko safarini. Alikuwa na, ana haki ya kujibiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini kikwazo kilichokuwa kimemzuia sijibiwe maombi yake na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya chakula chake cha haramu na kinywaji chake cha haramu na mavazi yake ya haramu. Jambo la pili inalomzuia mtu kuto kujibiwa dua yake kuacha maamrisho ya Allah subhanahu wataala na kufanya maasi ambayo Allah subhanahu wataala ameyakataza. Kwa hiyo mtu akaacha maamrisho ya Allah akafanya maasi ya Allah subhanahu wa ta'ala, yaani kumwasi Allah subhanahu wataala, na Allah subhanahu wa taala ndani ya Qur'ani anatuambia katika surati al-Baqara, anasema falyastajibu li waliyuminu bi laallahum yarshudun. Yarshudun. Falyastajibu li waliyuminu bi laallahum yarshudun, basi waniitikie mimi na waniamini mimi ili wapate kuongoka. Allah Subhanahu wa Taala anasema kwenye aya hii, ndugu zangu, inaonyesha kuwa kujibiwa dua kunaambatana na mambo matatu kwenye aya hiyo ambayo tumeisoma sasa hivi katika suratul Bakara aya 186, faliyastajibu li waliyuminu bi laalahum yarshudun, basi waniamini mimi, waniitikie mimi, ili wapate kuongoka. Kuna mambo matatu ambayo hayo mtu akishikamana nayo dua yake basi hujibiwa. Kwanza, kumwamini Allah subhanahu wataala, jambo la kwanza. Jambo la pili kuacha maasi, na jambo la tatu kufuata amri za Allah subhanahu wataala. Haya mambo matatu yakipatikana kwa huyo mja, basi Allah subhanahu wataala, maombi yake mtu huyo anakuwa yanajibiwa. Mtu yoyote yule anapodai kwamba anataka majibu ya dua yake ile hali anampuuza Allah Subhanahu wa Ta'ala katika swala, aswali, kama ni Muislamu wa kike, hijabu havai, sio mwaminifu, hatendi haki kwa watu, basi huyo mtu, mtu mwenye sifa hizo anajinyima mwenyewe kujibiwa dua zake hiyo neema ya kujibiwa dua anajizuilia yeye mwenye wala sio mtu mwingine yoyote yule. Jambo la tatu, kuomba kwa moyo ulio ghafilika, kutokuwa makini, yaani mtu anaomba lakini mawazo yake yako mbali. Sasa Allah subhanahu wa Ta'ala, mtu kama huyo hawezi kumjibu dua yake, yani mtu anaomba afu akawa hana uhakika na kile anachokiomba kama atakipata au hatokipata. Qala rasulu llahi sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam amesema: ud'u llaha wa antum muqinuna bilijaba, mwombeni Allah hali ya kuwa nyinyi mnayakini ya kujibiwa, mwombeni Allah hali ya kuwa nyinyi mna yakini ya kujibiwa. Yaani, unapomwomba Allah uwe na uhakika kwamba Allah subhanahu wataala, una na yakini kwamba Allah atanijibu maombi yako. Lakini mtu anaomba lakini anakuwa anakuwa na wasiwasi kujibiwa manake huyo maombi yake yatakuwa hayajibiwi na Allah subhanahu wataala, kwa sababu hakumwamini Allah subhanahu wataala, hakuwa na yakini na Allah subhanahu wataala kwamba ana uwezo wa kumjibu na kumtatulia matatizo yake. Waalamu an Allaha, natambueni kwamba hakika Allah subhanahu wataala la yastajibu duaa man min qalbin ghafilin lahi, kwamba Allah subhanahu wataala hakubali dua inayotoka kwenye moyo ulioghafilika na pumbao. Ni yani kwamba, ni yani mtu anaomba lakini hana uhakika na kile anachokiomba, kwamba Allah tamjibia akao, hana ile imani na yakini katika kile anachokiomba, basi Allah Subhanahu wa Taala hawezi kumjibu mtu huyo. Ndugu zangu, dua ya haraka bila khushuu bila kutafakari, au dua ya mazoea tu mtu akasema, akasema maneno bila ya hisia yoyote katika ile dua yake huwa ni dhaifu mbele ya Allah subhanahu wa Taala. Allah anataka moyo unaohudhuria wakati ule unapomba dua, unaonyenyekea, unaotegemea yeye Allah subhanahu wa taala peke yake Allah subhanahu wa Taala, mtu kama huyo huwa anamjibu na kumkubalia dua yake. Jambo la nne, kukosa subira na kuharakisha majibu. Maana mtu mwingine anataka akiomba sasa hivi, basi baada ya nusu saa jibu lake lipatikane, mambo yake yatatuliwe, kwa sababu ana shida, lakini kumbe katika dua kunahitajika subira. Kwa hiyo linaloziwia watu kujibiwa haraka mapema ni kukosa subira na kuharakisha mtu majibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yustajabu liahadikum ma lam yaajal yaqul daautu falam yustajab li. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye hadithi hii ambayo imepokelewa na Bukhari na Muslim anasema dua ya mmoja wenu itajibiwa maadamu hata harakisha, huku akisema nimeomba ni lakini sijajibiwa, akawa amemwomba Allah subhanahu wa ta'ala, alafu hapo hapo akawa anasema sijajibiwa maombi yangu, basi dua kama hiyo Allah subhanahu wa ta'ala haijibu. Ndio maana Mtume akasema dua ya mmoja wenu itajibiwa madamu haharakishi, kwamba mtu haharakishi kwamba nataka nijibiwe muda huu, huku akisema nimeomba lakini sijajibiwa. Allah subhanahu wa ta'ala ujibu kwa wakati anaotaka yeye. Huenda Allah subhanahu wa taala akakucheleweshea kwa hikima yake. Huenda Allah subhanahu wa taala akalinda shari kubwa zaidi kwenye hicho unachokiomba, kwamba akikupa wewe saa ingine utakuwa msikitini upatikani tena, utakuwa wewe ujitolee kwenye mambo ya kheri. Huenda Allah subhanahu wa taala akakuwekea akhira, yote hayo kwa Allah subhanahu wa taala inawezekana. Ndio maana inahitajika subira katika kuomba na kujibiwa dua yako. Kukata tamaa ni dalili ya udhaifu wa yakini ya yule mtu, kwamba dua yangu tena, mpaka sasa hivi unapita mwaka sijajibiwa. Kumbe inawezekana Allah amekujibu lakini kwa kukuekea, kwamba utakuja kuikuta siku la Kiyama, kwamba atakuingiza peponi. Jambo la tano, kuacha kuamrisha mema na kukataza miongoni mwa mambo ambayo yanazuia dua za watu kuto kujibiwa ni kuacha kuamrisha mema na kukataza maovu. Mtu anaweza kaliona jambo baya hapo akanyamaza tu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema waladhi nafsi biyadihi, na hapo kwa yule ambaye nafsi yangu ipo mikononi mwake, la ta'murunna bil ma'ruf

au Allah subhanahu wa taala ateremshe adhabu juu yenu. Thumma tad'unahu fala yustajaba lakum, kisha mtamwomba Allah subhanahu wa taala lakini hatokujibuni. Kwa hiyo, kumbe katika dalili zinazomfanya mtu asikubalie dua yake ni kuacha kuamrisha mema na kukataza maovu. Jamii inaponyamaza mbele ya maovu, kuna mambo matatu lazima yatapatikana kwenye jamii hiyo. Kwanza, dhuluma kuenea; pili, dua za wengi kuto kukubaliwa; na tatu, baraka huondolewa na Allah subhanahu wa taala. Mambo matatu haya, kama watu watakuwa wanaishi bila kukataza mema, kuamrisha kukataza maovu, kuamrisha mema, manake dhuluma lazima iendelee, watu wataendelea kudhulumiana kwa sababu hawakatazwi. Dua za watu wengi hazitokubaliwa, lakini baraka Allah subhanahu wa ta'ala ataziondosha. Jambo la sita kumsahau Allah wakati wa raha, yani mtu wakati Allah amemjalia neema hamkumbuki Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yuko naye mbali, anamsahau kabisa. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa idha masal insanu dhurrun da'ana Allah, anasema na pindi mwanadamu anapopatwa na shida, basi hutulingania sisi, hutuomba. Hii ni kwa sababu wengi wetu sisi tunamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa shida tu, lakini tunapokuwa tumepata neema tunamsahau kabisa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume wetu Muhammad sallallahu wa alaihi wasalama anasema, mjue Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa raha, atakujua wakati wa shida. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kama ulikuwa humjui wakati wa raha, basi shida zikikupata vile vile Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kukujua. Kwa hiyo hata ukiomba maombe mara ngapi, Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kukukubalia dua yako. Ndugu zangu katika imani, dua si maneno tu bali ni ibada yenye masharti yakipatikanika, haya masharti, basi dua ya mtu inakuwa inakubalika mbele ya Allah subhanahu wa taala. Jambo la kwanza mtu kuwa na tauhidi safi, jambo la pili riziki ya halali, jambo la tatu unyenyekevu wa moyo wakati mtu anapoomba, jambo la nne subira, na jambo la tano kuacha maasi. Yakipatikanika mambo hayo, basi mtu dua yake itakubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu tukirekebisha mambo haya tukarekebisha mwenendo wetu basi kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuna dua itakayopotea tukirekebisha mwenendo wetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na dua tunazoomba basi hakuna dua zitakazopotea ama ndugu zangu tutajibiwa hapa duniani dua zetu, au tutahifadhiwa akhira, lakini hawezi kupotea bure bure, yakipatikana haya mambo matano ambayo tumeyasema hapo: kuwa na tauhidi safi, riziki ya halali, unyenyekevu wa moyo, subira na kuacha maasi. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, mpaka hapa tumefikia mwisho wa ukumbusho huu mfupi wa sababu kuu zinazopelekea dua za watu kuto kujibia. Allah subhanahu wataala atujalie tuwe miongoni mwa watu ambao tunajibiwa maombi yetu. Lakini nikukumbushe ndugu yangu unayefuatilia chaneli ya Ihsani Mafundisho, kama bado hujasubscribe basi subscribe hapo chini, ili usiweze kupitwa na kila darasa na ukumbusho unaotoka katika chaneli yako hii pendwa ya Ihsani Mafundisho Tv. Wabillahi tawfiki, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.